Kwanza nataka nisikilize kwanza, ina sita eh, ngoja kwanza babu aseme. Unasemaje? Ongea kwa nguvu, hakuna adui hapa. Uh, kipindi e cha kwanza tatu, cha pili mbili tano. Kuna tano ataji. oh, oh, oh, oh, oh, magoli leo, yes huyu uh, akishasema yani, uh, kwamba kuna goli tano yeah. Yoyote ule atakayefunga, yoyote yule yeah, atakayefunga ni goli. Mama Boko na kukumbusha. Siku ya game na Azam aliambia kuna goli mbili. Ila Simba wakapata mbili, Azam nao wakapata mbili. Ah, sasa si unajua huyu alikosea kidogo, matokeo yakageuka. Eh, akatulia mbili, najua mimi nachukua ubingwa lazima nije kama afsa fulani fulaniajili leo uh, uh, uh, uh, uh, na yaani nalala na, uh, na furaha mpaka imepitiliza uh, sina silesi hata punje uh, yaani mpaka uh, wanangua wanangu uh, Dodoma uh, amekuja tunayo uh, uh, magari uh, kama haya uh, yamekuja uh, yaani leo Alimasi tunamgaragaza hapa. Hey, Alimasi tunamgaragaza hapa chini yeah. Leo. Ya, yeah. Tuna uhakika naani mimi nimetoka nyumbani na furaha namna hiyo nafikiri nini jambo limeiva babu. Nauzi wa kimataifa ambao wengine hawauvai sasa hivi. Sina shida yani jambo limeiva. Na uhakika yani nipo lele lele Mama Boko. Hao watu wa mtaani leo wanaosema wanatusubiri wakatuchambe basi leo tutawachamba wao. Aha. Yeah. Maana kuna wambea wambea mitaani huko wanasema yeah. yeah. sijui nini sijui nini, lelelele leo. Waarabu, sasa hao Waarabu, sisi leo tutawafanya wapemba hapa, hey. okay. Maboko also... na ugomvi na mimi sasa <laughs> tutawafanya Wapemba hapa leo. Eh. Sema Waarabu, yeah, tutawageuza Wapemba sisi, kama mwaoni vile na kimiwani chako. Kama yani kama usiwaoni, nawaangalia tu kwa hivi, nawangalia Wapemba hai. Hai. hai. <laughs> Ndio hivyo baba, goli tano. Mimi najua leo umependeza Maboko kujua thamani ya hivi vitu ulivyovivaa leo, na simba wengi leo wamedamshila leo. Umekuwa umekua kama malkia, tuna raha yani. Leo hakuna mwanasimba aliyotoka nyumbani ana huzuni. Leo kila mwanasimba anayetoka nyumbani yuko lele lele na raha kibao. Mimi unanionaga hivi lakini, leo niko lele lele. Umevaa shingapi eh? Umevaa shingapi hii kofia wewe, uigusi shingapi? Elfu sabini. Miwani, miwani elfu ishirini. Ukija hapa nadhani naani, najua laki, nilinua laki. Ukirudi <laughs> chini, laki na ishirini Kuchini kabisa shilingi ishirini, nipigie hesabu chap chap. Sabini ishirini tisini, laki laki moja tisini, ndio laki mbili tisini, hin laki tatu na kumi hapo, nauli nauli miafsanafua